Hapa ndipo unapoweza kujua expire date ya tairi lako. Kuna kipindi unakuta unanunua tairi lako, halafu baada ya wiki mbili tu linaanza kupata pancha, au linaanza kubanduka belti, au tairi halitoi comfortability, au tairi alitoi mneso ambao ni mzuri bas, usijali. Kuna namba ambazo komoni, ziko nne ambazo mbili za kwanza zinamaanisha ni week of made, namba pili za mwishoni zinawakilisha so ni year of made. Tairi huwa ni komoni miaka minne huwa lina expire. Ili kuweza kujua expire date ya tairi lako utajumlisha year of made kwa nne, ambayo ni mi miaka komoni ya tairi ku expire ikimaliza miaka minne ambalo kila tairi duniani liko showroom, lina kuwa tayari lina expire. Kwa hiyo utajumlisha na nne, hapo tutapata ni ishirini na nne, manake ni elfu mbili na ishirini na nne ambapo tairi hili lina expire. Tutaenda kwenye week, wiki ni ya 21 ambalo tairi lako limetengenezewa. Kwa hiyo mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne, wiki ya ishirini na moja ndipo tairi lako litakuwa limeexpire. Kwa hiyo unawezaji kupata mwezi ambao tairi hili lina expire, unachukua 21 utagawia utagaia kwa nne ili uweze kujua ni idadi ipi ya miezi ambayo tairi lako lina expire. kwa hiyo utakuja kuona ni takribani miezi mitano. Kwa hiyo 2024 mwezi wa tano tairi hili linakuwa tayari lime expire. kwa kupitia hivyo unaweza kujua kwamba mwaka upi mwezi upi ambao tairi langu lina expire.